Na kamati ya seneti kuhusu miswada imependekeza kuundwa kwa kamati ya wiano ili kutatua utata wa fedha za ustawi wa barabara nchini. Wakizungumza huko Mombasa baada ya kuzuru bunge la kaunti ya Mombasa, maseneta hao walitaka serikali kuu kuwasilisha fedha za kaunti kwa muda unaofaa ili kufanikisha maendeleo. Spika wa kaunti ya Mombasa ametaka fedha za umma kutumiwa jinsi ilivyopangwa ili kuwanufaisha Wakenya. Kumekuwa na changamoto mingi zaidi, changamoto za mandeni, changamoto mingi, lakini tunarekebisha. Kwa hivyo ni challenge kubwa zaidi, kwa sababu unapata kwamba kuna counties zinachelewa na, na county assembly zingine hata wanachelewa kupata mishahara. Ni changamoto ambalo tunajua sisi, lakini ni changamoto ambalo linashughulikiwa na niko na hakika kwamba hivi karibuni litakuwa jambo ambalo litakuwa nyuma yetu. Kutakuwa na mikakati ya kuleta wiano katika kati ya magavana na, COG na... Na National Assembly na serikali kuu, tuseme National Assembly kwa sababu kuna, kuna, kuna wale watu wako na mitazamo kwamba hii pesa ipewe mangavana, wajumbe wana mitazamo hiyo pesa ipatiwe wajumbe. Kwa hivyo hapo nafikiri kuna mikinzano, nafikiri kutakuwa na kamati ya uwiano, kwa sababu hii pesa yote, ipatiwe mangavana, ipatiwe wajumbe, yote ni pesa ya wananchi. Kwa hivyo lazima tuwe na ile tunaita mediation committee, kamati ya uwiano, ambao watakaa chini ndio wote waweze kuweza hiyo mawiano, ndio tuweze kupata mwelekeo ile njia mwafaka ya kufuata kuhakikisha kuwa maendeleo yanaletwa chini kwa wananchi, maanake hilo ndo jambo la muhimu zaidi, na kuhakikisha zile pesa za umma zinatumika zinavyotakiwa.